Bia wa lakad istuhzia birusulin min kablika ha? Hakika walifanyiwa istihzai ha? Walifanyiwa kejeli birusulin ha? Mitume afahamu kabla yako wewe. Kwa hiyo usijali, haya ni mambo ya kawaida tu, wewe endelea na majukumu yako. Mambo kama haya haya kuanza kwako. walaqad istuhzia bi rusulin min qablik, hakika walifanyiwa istizai eh, mitume kabla yako wewe, fahamu. Tayeb, basi

Mm. Biladhina sakhiru, ikawa ni haqi kuadhibiwa wale waliofanya masikhara, minhum miongoni mwao na fahaqa bil ladina sakhiru eh, maanake ikawazunguka adhabu eh, matokeo yake walizungukiwa na adhabu, wakazungukwa na adhabu sawa. Adhabu hiyo inatokana na yale waliokuwa wao eh, wanayafanyia masihara, yale waliokuwa wanayafanyia masihara sawa. So, matokeo yake wakaja kuzungukwa, bimaana wakaadhibiwa eh, wakaja kuzungukwa na yale waliokuwa wao wanayafanyia kejeli, fahaka billadhina sakhiru minhum, maanake adhabu iliwazunguka hao eh kwa nini adhabu imewazunguka? biladhina sakhiru minhum, adhabu iliwazunguka hao eh? wafanyao masikhara, ndio matokeo yake Makanu bihi yale ambayo walikuwa kwao yastahziun, wakifanya kejeli eh? Wakifanya istihzai. Kwa hiyo ikiwa mtu atasimama ukweli wa kusimama kuwaelekeza watu yale aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu na akayakataza Mwenyezi Mungu, maanake watekeleze maamrisho ya Mwenyezi Mungu, waepuke makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alimuhimu akasimamia kuwafundisha watu na akawa mkweli, kisha wakapatikana watu wakamfanyia kejeli, na kejeli ni kejeli, kejeli kwa maneno, kejeli kwa vitendo. Naam, unaweza kufanywa kejeli kwa maneno lakini pia kwa vitendo. Kuna kutishiwa pia, mtu yuko kwenye haki lakini pia anatishiwa eh? tishiwa Usipokubaliana na sisi basi, kuna moja mbili tatu ufanyiwe vikwazo. Mwenyezi Mungu hawezi kuwaacha hivi vya watu mm. na hasa ikiwa mtu kama yule anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatafuta ulinzi wa, wa Mwenyezi Mungu, hifadhi ya Mwenyezi Mungu, anadumu na adhikari za asubuhi na jioni Mwenyezi Mungu hawezi kuwaacha. Tunapoanzia leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasalam, Qul siru fi lardi

Siru fil ardh, tembeeni katika ardhi, tembeeni ulimwenguni. hmm. Tembeeni ulimwenguni. Thumma ndhuru, kisha mtazame. kaifa kana aqibatul mukadhibin, ulikuwaje mwisho wa wanaokanusha. Kwa hiyo na sisi katika zama zetu tazameni mwisho wa wale watu ambao waliowafanyia kejeli, wanavyoona waliozitumikia elimu zao, alafu wakapatikana watu wakawafanyia kejeli wakawatishia, kaifa kana aqibatu lmukadhibin. Thumma ndhuru, kisha mtazame. Kaifa kana aqibatu lmukadhibin, ulikuwaje mwisho wa wanaokanusha, ulikuwaje mwisho na kutembea huku ni pamoja na kufuatilia tarikhi historia. Tusomeni viswa vya manabii hmm, tusomeni viswa vya manabii, tutoe mfano mmoja tu. Samud, Samud, Samud. Mtume wao alikuwa ni Nabii Allahi Saleh, awaletee muujiza ndo waamini. Muujiza waliutaka wao wenyewe, muujiza wa ngamia ngamia atoke kwa namna waliotaka wao, atoke kwenye eneo gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimkubalia Nabiullahi Saleh kumtimizia matakwa ya watu wake. Basi wakaletwa ngamia kama walivyotaka, kukawekwa utaratibu wa namna ya kuyatumia maji ukawekwa zamu, ikiwa ni siku ya ngamia iwe ni siku ya ngamia, na wao wana siku yao. Hapa tunataka kuthibitisha pale Mtume Muhammad alipoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haya matakwa wanayoyataka hawa ikiwa tutawatimizia na kuwatekelezea kama wanavyotaka, halafu wasiamini, wataangamizwa, kwa sababu ndio ada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mitume waliokuwa kabla yako. Watu wao walipo, eh, walipoleta ikhtirahat matalib, wakatimiziwa, hawakuamini, Mwenyezi Mungu aliwaadhibu. Kwa hiyo mfano tunauona hapa kwa Nabii Allah Saleh Thamud. Walitaka waletewe ngamia, wakaletewa, wakawekewa utaratibu. Mwenyezi Mungu atuambia kadhabat thamut bitokwaha, ndio kul siru fil ardh, sema ewe Mtume Muhammad, siru fil ardh, tembeeni katika ardhi, tembeeni eh, ulimwenguni juu ya haya mnayoyadai haya, kuna wenzenu walidai, walitaka vitu, walitaka mambo walipotimiziwa na kutekelezewa na wakumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha mtazame ulikuwa vipi mwisho wa watu wenye kukadhibisha. Umeleta mfano wa Nabii Allahi Saleh, walitimiziwa walichokitaka hawakumwamini Mwenyezi Mungu na wakafanya uovu mkubwa sana. kadhabati thamudu bitahuaha, thamudu thamudu walimkanusha nabii wao, ndio maana yake ha bitahuaha, kwa upotovu na jeuri zao wakachupa mipaka kabisa Imbaaha ashha imbaatha ashkaha, miongoni mwao Thamud alisimama, muovu mtu muovu zaidi katika wao, wakasimama a simama sema akagutuka, ashkaha muovu wao aliokuwa muovu mkubwa kabisa katika wao kutaka kumchinja hasa yule ngamia. Eh, ambaye walimtaka kama muujiza. Matokeo <laughs> yake wakafanya uovu mkubwa sana.

Qurani inazungumza kumwambia Mtume, walikwisha kukadhibishwa mitume kabla yako wewe. Kwa hiyo tunamuona hapa Nabiullahi Saleh alikadhibishwa na watu wake, fakadhabu, wakamkadhibisha eh Nabiullahi Saleh, yule ngamia ambaye walimtaka wao wenyewe, faqaruha, wakamchinja wakamchinja

waliangamizwa vibaya sana. Fasawaha, yale majumba yao yale Mwenyezi Mungu akayafuta akayasawazisha na ardhi. Fasawaha na akawafuta kabisa, wala yakhafu ukubaha wala yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala haogopi matokeo yake, matokeo ya kuwaangamiza na kuwafuta kabisa majumba yao kuyawasawazisha na ardhi, kama vile hapakuwa na majumba, hapakuwa na watu. Na ni haki kufanywa hivyo kwa madhambi yao, kwa uovu wao Kufu kwa kukufuru kwao, kwa kukadhibisha kwao. Kwa hiyo ndo akaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa kwa matakwa yao haya ya kutaka kuteremshiwa kitabu ha? kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sura wanaoitaka wao, mfahamu kionekane kwenye karatasi kama vitabu vilivyo, lakini wakati huo sasa wao wanashuhudilia, ina maana usiwe kama huu utaratibu wa Qur'an. Wanataka ana Qur'ani itamshwanana na Mwenyezi Mungu, lakini aminu lwahi ni nani? Ni malaika Jibril alaihi salam, eh? Sasa wao wanataka utaratibu mwingine kutoka kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakati huo kuwekuna malaika wanne eh, halafu wale malaika wawe wakizungumza mbele yao eh, iki ni kitabu kwa Mwenyezi Mungu eh, na huyo Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hawa hakuna wanachokitafuta zaidi ya kuangamizwa, sababu tukiyafanya hayo na hawa kwa elimu ya Mwenyezi Mungu mwenye kujua siri eh, na dhahiri Mwenyezi Mungu mwenye ashajua hawataamini hawa mtume anaambiwa wataangamia hawa ni umma wa mtume Muhammad hii ni huruma ya Mwenyezi Mungu, eh kuhurumia umma wake hawa twende nao tu hivi hivi ili muhula upatikane yawe tu ni mazungumzo na muda unakwenda kila mtu atakwenda kwa wakati wake lakini vinginevyo ada ilivyo ni kwamba waliotangulia kabla yao walipotaka waliyotaka kwa mitume yao, kisha hawakuamini, Mwenyezi Mungu aliwaangamiza. Na hapa tumetoa mfano wa nani, wa nabii Allah Saleh: kadhabat tamut bitawaha idhi inbaatha ashqaha faqala lahum rasulullah naqata Allahi wasukuyaha Jamaa, mmemtaka ngamia. Haya, Mwenyezi Mungu ashamleta ngamia, akawapa nasaha, Naqata nakata Allah. Jamani, tahadharini, msimguse huyu ngamia, ngamia wa Mwenyezi Mungu, iacheni ya siku yake, wala ninyi msiingilie siku yake, tahadharini, ogopeni, simsababishe madhara ngamia huyu. Lakini fakadhabuhu fakadhabuhu, wakamkadhibisha kwaambia, jamani mwangalieni ngamia ungamia, fahakaruha wakamchinja, yule mwovu wao yule Qurani inazungumza kadhabat thamudu bitaghwaha idhin baatha alipogutuka alipotoka, ashqaha mwovu wao mkubwa zaidi. Sasa waambie ewe mtume Muhammad, kul, hebu tuacheni kwanza hizo habari hizo Tuwape data mambo yalivyo na uhalisia manake, hamjipendi wala hamjitaki. Siru filardh, tembeeni katika ardhi muone yaliyowakuta watu. Tembeeni katika ulimwengu, someni historia, tarikhi, viswa vya manabii, muone wale waliowakadhibisha mitume ni adhabu gani zilizowafika, namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoangamiza. Naam, kul, sema ya Muhammad, kuambia wao siru fil ard, hmm. tembeeni katika ardhi, tembeeni katika ulimwengu Fahamu. Naam, tembeeni katika katika ulimwengu. thumma ndhuruu, kisha mtazame. kaifa kana aqibatu almukaththibin, ulikuwaje mwisho wa wanaokanusha. Naam.

athari za wale ambao khala waliopita min alumam, miongoni mwa nyumati zizotangulia. Kaifa ahlakahumu Allah, vipi Mwenyezi Mungu alikuangamiza. Wa asbahu ibaratan ibratan lilmutabirin, na wakawa ni mazingatio eh, kwa wale wenye kuzingatia. Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aendelee kuwafahamisha watu wake uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unao thibitisha uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qul